Wakati Mbeya City ikijipambanua na kupambana kurudi katika ligi kuu Tanzania Bara, sasa mlezi wa Mbeya City FC, Meya wa jiji la Mbeya mheshimiwa Dormohamed Issa Rahmat awaeleza mashabiki wa Mbeya City ni namna gani ya kuweza kuisapoti timu hiyo. Ah, mikakati yetu sisi kama Mbeya City ni baa katika nafasi yetu ambayo tupo ni yani, mkakati wetu, lakini sisi tumejipanga vizuri na tuko vizuri na naamini kwamba sasa hivi tunalifanyia kazi, muda si mrefu tunapata mwalimu mwingine mzuri, lakini tunajipanga hasa katika mechi yetu ambayo ilikuwa ichezwa tarehe 28 na Stand United, lakini imechogezwa tarehe 30 bado tunaendelea kuwaomba wananchi wa Mbeya watupe support yao wa kubwa, kama ambavyo wamekuwa wanatupa support, lakini wawe na imani kubwa kwamba timu safari hii tunahakikisha inarudi ligi kuu. Kwa hiyo mimi niwaombe wana Mbeya, ile ndio timu yao, ile timu ni ya kwao, ya Mbeya City, mbebe icon ya Mbeya. Kwa hiyo ile ndio kila mwana Mbeya anatakiwa ajivunie leo Mbeya City. Mimi napigiwa simu kutoka watu, wako Bukoba, wako Kigoma, watu fry, wa Mbeya, lakini wanafurahi maendeleo ya Mbeya ambayo inakwenda, kwa hiyo mimi ni kuombeeni sana, wana Mbeya, tujitokeze kwa wingi ile timu yetu na kama ambavyo kwa ada yetu, kiingilio tutalipia watu waje waingie bure, waone mchezo, hasa huu mchezo wa State United tunahitaji sapoti kubwa ya mashabiki, kwa sababu ni State United tunafukuzana naye na yeye anangoja e, a e, tufunge au sisi na sisi. Mimi na imani tukiweza kupata ushindi katika mechi ya State United basi tutakuwa katika hali nzuri zaidi.